Tunampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume ya uchunguzi ya kitaifa kuchunguza yaliyotokea nchini Oktoba 29 pamoja na kujua atakuwa amewapa hadidu za rejea. Tunaiomba serikali kupitia tume aliyoiunda Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ifanyie kazi maswali yafuatayo: nani walichochea machafuko yaliyotokea kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, amani ndiyo iliyopewa kipaumbele kuliko haki na kitu kingine chochote. Waislamu wakikutana husalimiana kwa kusema assalamu alaikum, yaani amani iwe juu yenu, na mwenye kusalimia na mwenye kusalimiwa hujibu na, na amani iwe juu yenu pia Nabii Ibrahim alayhi salam, amani iwe kwake ambaye sote tunamwamini katika hizi dini, alipomaliza kujenga msikiti wa Maka aliomba dua akisema, ewe Mola wangu mlezi, ujalie mji huu uwe wa amani, na uwaruzuku wakazi wake riziki kutoka mazao mbalimbali mbali. Aya hii imo katika Surat Al-Baqara namba 126. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam salama, amesema atakayeamka miongoni mwenu asubuhi na yuko salama na amani nyumbani kwake, mwenye afya njema na anamiliki mlo wa siku yake, hiyo ni kama amemilikishwa dunia. Hadithi hii imo katika sahihi at-Tirmidhi. E, sisi maimamu na mashekhe wa mkoa wa Arusha e, pamoja na haya tuliyoyafanya, tumekusudia katika siku hii ya leo kuhakikisha kwamba tunajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sadaka na sadaka ambayo tumeichagua tutatoa sadaka ya wanyama. Tutachinja ng'ombe kumi na kuzigawa kwenye na maeneo yetu ya ibada, kuwagaia wale wahitaji. Upande wangu na waasa sana vijana umike, kwamba vijana ndio nguvu kazi pekee inayotegemewa katika jamii zote. Wema wetu na waovu wetu wanategemewa kufanikia mambo yao kupitia nguvu kazi ya vijana ikitumika vibaya nguvu hiyo, balaa lake ni kubwa sana, hakuna atakayesalimika.